Mheshimiwa bunge yupo pia Dr. Ntuli Kapologwe ambaye ni mkurugenzi mkuu wa nadhani hapa ni kitengo cha afya hapa imeandikwa Jumuiya ya Afya. Sasa huyu ni wa upande wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini yaani huyu ndio mkurugenzi wao hai. Amesimama, aha. Tunakushukuru sana lakini pia waheshimiwa wabunge, kwa sababu na yeye ndo amekuja hapa leo, na yeye tutumie fursa hii kumpongeza kwa nafasi hii kubwa ambayo ameipata. Naye tena ni sehemu ya wale ambao tunasema mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha mahusiano kidiplomasia yanakaa vizuri, basi tunaona na nafasi nyingine hii hapa ambayo kijana wetu kutoka Tanzania anaongoza upande wa Afrika Mashariki, Kati na Kusini.